Ni masikio yangu au yani unafanya kazi gesti? Ndio shangazi. Kwa maana hiyo shangazi, umetafuta kazi sehemu zote umekosa, ukaona ukafanya kazi gesti besti shangazi, na kwanza shallah ni nikapata kazi pale basi, lakini nikaopa kwa sababu niko na mwenzangu na sikilalaifanya tatizo shangazi. Ni malaya mimi niko salama.

Sikiliza nikwambie. Baba yako akasirike, asikasirike, lakini kumfuata kumwambia ni lazima. Unajua anachukia sana. Anachukia sana na hizo tendeza dada yako. Na ndio maana hataki kuoa. Toka mama yako amefariki. Ukimwambia suala la kuoa, yeye yuko mbali mbali nao kabisa. Kazi yake ndio ipo kufuata watoto wadogo na kuharibu watoto wa watu. Yaani lazima nikamwambie. Ili lazima limfikie. Anatufedhesha sana bwana. Lazima nimwambie baba yako, hatuwezi kukubaliana nalo. Ukimwambia kwa hiyo ee, anarukaruka tu, ili aendelee na michezo yake mibaya. Ananiuzi sana. Yani, lazima niende nikamwambie. Akasirika asikasirika, atajua yeye mwenyewe. Naumia wewe na mimi, naumia vilevile. Yule ni katangu kabisa, kwa sababu tukizewa tunamwogopa, ndio tunazidi kumpoteza Lazima tumwambie ukweli na ajue kama anachofanya anakosea. Sasa nitafanyaje? nishatambulisho ushoga ke mama ila ndo hivyo, nishatambulisho ushoga ke mama. Hivi kaka, mambo gani unayofanya? Lakini kwa nini unapenda kujizalilisha namna hiyo? Lakini wewe kaka, wewe uje angalia tena umri wako hivi, bado kuendelea na mambo ya kijinganyinga mpaka leo? Bado kuzunguka na watoto wadogo kweli? wewe uwe ndo kuchukua mwanamke saizi ya umri wa mtoto wako kweli. Uone aibu jamani. Eh? Mpaka lini mambo haya lakini? Mpaka lini na mambo yako ya kishenzi, kaka yangu wewe? Usioacha wewe, unaangalia tu umri wako umefikia wapi? Sasa hivi ni muda wa kufanya ibada, sasa hivi bado unahangaika hangaika na watoto tu. Samahani kaka yangu, si kama nakutusi, nimekadhirika sana na mambo unayonitendea kwa nini? Kwa namna hii lakini, kwa nini tufaidishe kwa wetu wewe? Toka mama yake Sonia amefariki, ndiyo wala hutaki kuoa mpaka leo hii, kwa sababu una mambo yako ya kinyinga jinga, unaangalia tu umri wako, lakini mpaka lini? Hebu jifikirie, mpaka lini? Hiyo hali yako uliokuwa nayo mpaka lini gako nafanya mpaka lini? Dada, mi sijafanya hayo. Dada kakuongopea, mi najua huyo Sonia tu kaja kuongopea, lakini mimi kwa hayo siyafanya dada, kamwe. Anakwambia nimeacha, wallahi nimeacha. Umeacha wapi? Umewacha wapi? Umefanya katika ili umefanya kaka ulo sikatae. Unakiwa ulivomdanganya eti kwamba yule mtoto alikuja hapa kuniambia wao wanafanya kazi guest ndio nikaa nimekuja kuhakikisha ni uongo mtupu kaka kwani umefanya ukubali ili kosa umelifanya na haipendezi kwa umri wako. Jiangalie na umri wako, kaka yangu. Mbona kufanya ibada huko sasa hivi? Bado unakaa na vitoto vidogo vidogo. Basi dadangu, basi. Mi binadamu. Kupeleza kupo. Na wahenga walishasema bwana kukosea na kosea binadamu sio mnyama. Sijui nielewe, dadangu. Na mimi nitaacha kwa hii kauli uliniambia, nitaacha tena. Nakuapia kwa jina langu, mi naitwa Msaticha Mtungi, na asili ya mtungi ajua ikata peka yake, ndio mimi. Nakuapia kama tumetoka tumbo moja, mimi basi tena sitorudia kamwe. Umeacha gani? Na uache kweli, unavyoahidi kwamba nimeacha, uache kweli, sio unaacha mdomoni. Acha mpaka moyoni, kaka yangu, umo yako ukinai. Sasa moyo ukinai ufike mwisho, jamani. Na kama ta kunisikiliza, mimi shauri yako mwenyewe. Utajua mwenyewe. Basi, dada mwenyewe basi dada wasisikie dada. Watu mi naomba mime, iishe nimekubali. No. Unajua kisoda, mpaka sasa hivi nashindwa kukuelewa kabisa, changamoto imekuwa ni nini ndugu yangu? Yaoneleki vipi? Mbona sijakuelewa? Sikusio mtoto ndugu yangu, mshoga yake mama yako. Yaani unavyosema unielewi, yani kama unanitongoza mie. Unajua kuna wakati naona kama vile uko k kwa kuniangalia, mbona sielewi? Yani sielewi jibu langu. Yaani wewe jibu gani ambalo wewe uelewi kwangu? Mie nisikilize bwana. Huyu binti uliyesema unampenda amefika jana, siku iliyozidi ni leo. Nikurupuke kumwambia kuna rafiki yangu anakupenda? Sasa nitwamia akili, lazima tuvute pumzi kidogo, hata kama kaki wiki, wiki, mm. Haraka haraka tuna vipi? Kwa hiyo nikasema nimvutie pumzi, ningemwambia jana. Nisikilize ndugu yangu, unajua kaka, changamoto inakuwa moja, unaweza kusubiri subiri, subiri mwana kesho ukakuta si wako. Alafu ule mwanamke ni mzuri kaka, anaweza akatokea mtu yote nje huko, akitoka, akatoka akakutana naye akamtongoza, au ikatokea au mumu ndani akatokea mtu akamtongoza, mshe mimi nikamkosa ile mwanamke kweli? Kwa sababu ile binti mwenyewe hajapoa, ni mzuri kweli, hajapoa. Mwanamume yote aliyokuwa lijali anaweza akamtamani, lakini wewe ndio mwanamume ambaye umeonyesha ujasiri, yani umemtamani mwanamke alafu kwa haraka haraka unamtaka haraka haraka lakini pengine wengine wanaweza katamani, ila wakawa na mheshimu na kumrespect pia. watakuwa wameenda wapi hapo? Aibu, no. Apite mtu hapa ananijua, akamwambia mama kule nyumbani, sitakuwa kesi nyingine Hmm. Habari zenu salama. Uh, mimi shapata huduma tayari ni moja Kiswahili, eh yeah. <laughs> <laughs> Sawa uh, na wazo labda leo nimwambie tutoke jioni, alafu tukishatoka uh, wewe uniambie utakuwa uko wapi, ili uzungumze mwenyewe unayotaka kuyazungumza. maana manake mimi nikakuombea nika kumbe nikawa naomba vibaya, umeelewa? Sababu mimi sipendi madem, kuna wakati mimi napenda sana usela, yeye anapenda vuka nyumbani muda mwingi kama hivi na changanyikiwa, tabange sivuti hapo mimi nimekuelewa. Hiyo point yako ni nzuri sana. Mlete pale pale siku zote tunapokutanaga. Basi mimi nitazungumza naye na kila kitu kitakwenda sawa. Mimi naamini atanielewa na yeah, yeah. Yeah. Basi mimi, kwa sababu nimeona kama ana kijeshima fulani. Wewe niachie mimi <laughs> <laughs> <laughs> kama mkono mbovu kushoto, halafu mambo mengine kisoda, achana nayo. Unafahamu bibi mkubwa na anakutegemea sana eh? Tabia za vizizi ndugu yangu sio nzuri, utakuja kufa. Ah, walimwengu wabaya Wanangu, walimwengu wabaya sana wamenipiga kipigo cha paka mwizi. Sasa mimi najaribu kujiuliza, wanasemaga hivi za mwizi arobaini, mbona mimi ishirini na tisa hizi kumi na moja zimebaki wapi? Nani kanizulumu? mbona mimi ishirini na tisa napigika namna hii? mimi ningekufa siku ile. Nikwambie kitu kaka, hebu mambo achana nayo kwanza, afu sasa ushakuwa kisoda, unaelewa, unajua bibi mkubwa anakutegemea sana. Mimi sihibi tena mwanangu. Poa basi kaka, mimi nafikiri nikuache. ah, Ya, ba. yeah, jitahidi basi ndugu yangu. Eh, simu za zamani zo jitahidi <laughs> <laughs> <laughs> Sasa hivi siibi tena. Sasa hapa ndo nimeiba kuku, kipigo kama kile nikiendelea tena kuiba siku ndo nimekurupuka nikaanza kulichukua bodaboda la watu <laughs> petroli itahusika kwenye mwili wangu. Nife. <laughs> na huyu mpangaji hapa akitwakodi anakula mama peke yake, ak ola endelee kuishi kwasaabu mama kwanza, mwenyewe kodi elfu thelathini mimi, wizi shilingi elfu kumi na tano da, amadogodogo janaogelia. Yaani mimi ikuwa mbali na wewe. <inaudible> yaani mwana, najichanganya sana, sijisikia amani, na hususani kazi unaofanya weye ya kuingia ingia ndani, mna mashaka naduma. Nafanya mpango basi hapo tupate chumba. Kwa hiki ndo mnachokifanya nikiwa mimi sipo?

Unajua nini, hapa ndo nipo kazini, lakini ningekuwa sipo kazini hichi kibaba kilichovaa stingendi ndo kilichonikaba, kimechukua buku yangu mm. Amekukaba wapi? Kwa hiyo mimi unanipangia mashati kwako sasa hivi nikiwa na hamna wewe. Nataka nikunonee, nikushike, nikuchumu, yani kwa sababu ya kazi tena mimi nisifanye, tukae mbali mbali. Umo na wapi? umo na mapenzi ya wapi? haya Acha ujinga bwana, hebu tulia, niachie mimi, mimi ndo kila kitu. Ni hivi, ni kazi. Na kama hapa ni kazini na bosi kama unavyomwona vile kakasirika. Uwaza hata kitendo chako bosi atafanya maamuzi gani kwetu, uwazi, uwazi. Sawa. Wewe unaona tu sawa. Afu mimi nishakuona hii kazi huitaki wewe. Wewe. Nitakupiga kibao cha mwenda pole au cha mwana ukome sasa hivi. <laughs> Hila ndo hivyo nishatambulishwa ushoga ke mama mimi hata sijui yani u siju yani. Mkono kila siku unapuita. Lini utaacha kupuita? Yaani mkono unauma kama kitu gani? Sasa unataka niulete ubishi huu. Unataka niulete ubishi, nataka nijifanye kama siumii, naunyosha ovyo ovyo mpaka utakaa wenye sawa, misuli itakaa sawa, wewe Umri wake, mama, mama eh, muda wa kupumzika huko. Sasa nataka tutoke out leo, lakini mama asijue chochote. Yaani usimwambie chochote mamangu, sawa? Sawa. Kama saa tisa, tisa hivi. Hatutatumia muda mrefu kama, sa eh, kama lisaimoja so, uh, wewe ulikuwa unaelekea huku, kaingia ndani, asinda kumwambia mama yule. Bwana huyo mimi kanaiba, hata kunitoa auti <laughs> hata unataka kunifanya kitu gani? Nikaonekana mjinga sina akili mbele ya mama. Mama mimi namheshimu, lakini haiwezi kwenda kumwambia mama. Yule jitu zenzima lile lishakubu mikope kanda la guest zile eh, hey, hapo zile kagavi nyuma kwenye simu zile ndaza guest

malapa kuna uma kumbe mitego aingie kwa ghafla kumbe mitego ilo ndo hivyo nishatambulishwa huyo shoga yake mama kwa upuuzi mlionionyesha pale kuanzia hivi sasa siwahitaji tena kwenye ofisi yangu muona ile geti mlioingilia lile ndio mtakalotokea naomba muondoke mm, mm, bosi samahani kidogo naomba leo niongee ukweli Wenye wanasemaje mficha maradhi kifo humuumbua. Sijui yule mficha nini apati mtoto. Umeona bwana? Na pale ulipotukuta tulikuwa tufanye kitu chochote cha ajabu. Ila mimi na huyu mwanamke ni wapenzi ambao nishapeleka barua bado mahali. Na hivi unavyotuona mpaka tumefika hapa ni mikakati yetu tumekaa chini tumegawana majukumu. Wenzangu, tafuta kazi na mimi nitafute kazi. Ila kwa bahati mbaya ama bahati nzuri tumekutana sehemu moja. Muona bwana, yemfu wa mashuka, mimi niko getini, ila mwenzangu akapata kuandika andika katika karatasi, nikasema i'm no sweat here, nikasema full people. insha Allah, mimi nimeshukuru. mimi hapa, umeona kwa hiyo, busi kama mimi nilishukuru, basi na wewe nakuomba bosi wangu nivumilie. Kwa hiyo ulivotukuta pale, hatujafanya chochote kibaya, akiamu ndio eh He, ni kweli bosi, tulikuwa tumekaa tu, tunaomba utusamehe kwa hilo. Mm. Unajua hii ni loji. Na sio kila loji ni sehemu ya kufanya upumbavu, kufanya zinaa. Alafu humu wanakuja maofisa, wanakuja waheshimiwa. Hizi mfano wanakuja wanakuta kwenye hali kama ile ambayo mmenionyesha mimi. Uone kama nitaonekana na wafanyakazi wapuuzi na ni wapumbavu kabisa. Haya. Wakati nakuja sijaona mtu yoyote katika eneo hili. Na nimefika mpaka pale kwenye kaunta, nimewakuta wateja wawili. Nilivyouliza kama wamehudumiwa, wakaniambia hawajapata huduma yoyote.